Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea faida za bamia, tutaongelea faida za bamia, faida za kunywa maji aa, ya bamia ambayo tunasema ni okra wota, okra wota. Basi ni maji ambayo yamekuwa na faida nyingi katika mwili wa binadamu, na hapa nitakusogezea faida hizo karibia ishirini za kutumia maji yaliyochanganyikana Aa, na bamia. Faida namba moja, faida namba moja huwa yanarekebisha kiwango cha sukari kwenye damu. Kwa hiyo kama una changamoto ya sukari kwenye damu, basi tumia maji ya bamia, ni mazuri sana, yatakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Na ikipendeza changanya aa, kwenye yale maji changanya aa, na, na na tango itakusaidia vizuri kwenye, kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea faida ya tango. Basi utapatembelea na utaweza kufahamu faida za tango. Lakini faida ya pili uh, usaidia uh, kwa wale wenye matatizo ya tumbo. Kama una changamoto yoyote ya tumbo, mara uvimbe kwenye tumbo, una vidonda vya tumbo, basi au tumbo linajaa gesi, tumbo linavimba, basi tumia okra water au maji ya uh, maji ya, ya, ya, ya bamia yatakusaidia kuondokana uh, na hiyo uh, changamoto. Lakini uboresha afya, afya ya moyo. Kwa nini afya ya moyo? Kwa sababu yanarahisisha ule mzunguko wa damu. A, a, mzunguko wa damu unaweza ukawa sawa, na mzunguko wa damu ukishakuwa sawa, basi kwa wale wanaume ambao wana stamina ya tendo la ndoa, basi wanakuwa na ile stamina a, ya kutosha. Lakini pia uboresha mfumo wa hewa, kupata oksijeni ya kutosha. Kuna wengine mfumo yao pumuaji au mfumo yao ya hewa haiko sawa, inayopelekea waweze kuzimia sababu ya kukosa oksijeni ya kutosha. Kwa hiyo kutumia maji ya bamia, basi yanaongeza yanaimarisha ya ule mfumo wako mfumo um, wako wa hewa lakini pia ni chanzo kimoja cha amino acid, ambayo amino acid ni end product ya protein. Kwa hiyo kutoa nishati uh, kwenye mwili wako inakuwa ni rahisi ukitumia maji haya ya bamia, lakini pia inazuia uh, uh, inazuia anemia kwenye matatizo ya sickle cell disease. Wale wanaopungukiwa damu, basi tumia bamia, ni nzuri sana. Wale wenye sickle cell, tumia ni nzuri Aa, kwa ajili ya afya yako, lakini pia aa, ni nzuri kwa wajawazito kwa ajili ya kutoa afya aa, kwa mtoto aliyoko tumboni. Kwa hiyo kwa mama mjamzito tumia bamia, ni nzuri sana katika kukulinda wewe aa, na mtoto. Aa, ni tiba nzuri ya vidonda vya tumbo, kwa sababu inaongeza mucus membrane tumboni. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kuzuia au kusaidia kuondokana na changamoto hiyo ya vidonda uh, vya tumbo lakini pia ni chakula chenye maanyuzi uh, nyuzi na tunasema nyuzi nyuzi itakusaidia uh, kupata kiwango cha ute kwenye joint na kumfanya mwanaume aweze kuwa kamili au aweze kuperform tendo la ndoa vizuri uh, lakini pia uh, kuboresha uh, stamina ya tendo la ndoa tumeshaongelea inaongeza furaha ya tendo la ndoa just imagine uh, unafanya mapenzi na mwanamke unafanya tendo la ndoa na mwanamke anakuwa na uke mkavu mara nyingi kama una uke mkavu basi unajua kutumia bamia ni moja ya ya ya ni moja ya dawa ambayo inaondoa changamoto ya uke kuweza kuwa na, na uke mkavu, lakini pia kwa wale ambao wale ambao wameshindwa kubeba ujauzito tumia bawasi, uh, tumia ba, uh, bamia ni nzuri sana nasaidia, uh, na saidia kuondokana na hiyo changamoto, lakini pia huweka sawa homoni uh, homoni za mwanamke. Mara nyingi tuchasema mwanamke ana homoni sita na maana zile homoni sita zikiwa unbalanced, basi zinasababisha changamoto kwenye masuala ya uzazi. Kwa hiyo ukitumia uh, okra water ni nzuri, utaweza kubalance homoni zako, kuboresha afya ya uke. Atumia kwenye video ambazo zimesha pita tumeshaelekeza ni vyakula gani vizuri kwa ajili ya afya ya uke. Lakini pia inasuia kama antioxidants, kwa hiyo inazuia kuzeeka mapema. Nakuta mtu ana umri mdogo, lakini ana sura ya kizee. Tumia okra wota, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Huongeza uwezo wa kuona, wale wenye uone hafifu, mtu ambaye haoni mbali, basi tumia okra wota, itaweza kukusaidia kuondokana na hiyo changamoto lakini pia kuna uwezo wa kusawazisha homoni za kuongeza ute ukeni, hiyo nimeshaongelea. Lakini pia kupunguza kolesterol moja kwa moja. Wale wenye mafuta mabaya mwilini, basi tumia okra water itasaidia, uh, itasaidia ku, kuondoa uh, yale mafuta mabaya mwilini ambayo tunaita ni badi uh, kolesterol lakini pia inaboresha mwonekano wa ngozi: ngozi nyororo, ngozi laini, ngozi ya kuvutia, angavu, sio ngozi ambayo ina kama mabaka mabaka, ngozi imebabuka, basi tumia amaji Uh, ya bamia itakusaidia uh, lakini mwisho inaboresha mfumo wa usagaji wa chakula, mfumo wa mengenyaji wa chakula. Kama una changamoto yoyote kwenye mfumo wa mengenyaji wa chakula, basi tumia haya maji uh, ya bamia au bamia, itaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Tuambie hapo chini, je, wewe ni faida gani ambazo ulipata au ulitumia uh, bamia kutibu changamoto zipi? Tunasema sharing caring, kwa hiyo share na sisi ili na wengine waweze ku kuelewa na wengine waweze kuondokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo kama ni mara ya kwanza kupatia chaneli yetu basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu, na Mungu akubariki.